Miaka mbili iliyopita Tanzania iliweza kuexperience mambo magumu ambayo kwa muda ijawahi onekana, okay? So kuna mtoto ambaye aliweza kuzungumza akiwa kwa tumbo ya mama yake, okay? Tukio hili iliweza kuwashangaza watu wengi pale Mbeya na baadaye mama mtoto alienda pale akajifungua na baada ya kujifungua kurudi nyumbani. Sasa mtoto akaanza kuzungumza. So mtoto alizungumza, watu wakajaa kule. Ukienda ku search pale utapata hiyo story, it is real. Ilifanyika two years ago after Magufuli alishatoka kwa uongozi, akakaa zaidi ya miaka mbili ili uwe wa kwanza kupokea video zetu unaweza ukatusupport kwa kusubscribe, kulike, na kushare. Now chenye huyu mtoto alisema message kubwa, alikuwa anaongea akisema kwamba hiye, uh, ni message ametumwa na Magufuli mwenyewe, eh, mwenye alikuwa ameshaaga aga dunia ili aweze kumuuliza Rais Samia Suluhu ni kwa nini ameweza kutoka na kuacha agreement ambayo walikuwa wamemake ya kuwasaidia Watanzania na kufuata njia zake mwenyewe. Okay, okay? So what do you think about this child uh, mwenye aliweza kuzungumza akiwa kwa tumbo ya mama yake, na uh, information ukisaki pale YouTube, mama mtoto akizungumza anasema kilia kiliali kwamba mtoto alikuwa anaongea akisema message mfikie Suluhu Hassan, the president of uh, Tanzania, kwamba mambo ambayo ameanza kuyafanya haikuemo kwa makubaliano ambayo President mwenye alimweka aketi hapo uh, wali agree alikufa kama ameme, ametengeneza Tanzania na ameweza ku, kuhakikisha kwamba Tanzania imeweza kubadilika, corruption ikaweza kutoka, mambo yameweza kubadilika. Lakini sasa sa, hivi tunamwona Suluhu Hassan uh, kidogo mambo yameanza kumchanganya, because ule mtoto alipoleta message alisema kama hata sikiza, kama atasikiza then uh, ataona venye mambo yanaenda kuwa magumu. Na all of a sudden ni kama Suluhu Hassan akusikiza. So mambo Tanzania yameanza kuwa tofauti, okay? Abduction ambayo tumekuwa tukiona huku Kenya sana sana ikiwa ina, inatisha na kusumbua watu sana, watu wakiwa wanashikwa, watu wakiwa na, uh, adaptiwa. So Tanzania pia imeweza kushika, uh, kasi na serikali ya Tanzania ndio inaongoza kwa kitendo hicho. So watu wamekuwa kipotea, watu wamekuwa ki, wakiuawa, wengine wajulikani walipo kwa muda mrefu sasa, okay? Na ukijaribu kuzungumza, ah, kanisa yako inafungwa. For example, huyu pastor ambaye alijaribu kuzungumza, kanisa yake iliweza kufungwa Monday. Okay? With the power ya government inasimama tuna kufunga kanisa. Can you imagine, instead ya kuita huyo muhusika mmoja ambaye ameweza kuzungumza kwenye kikao ili aweze kuelezea vizuri. Na ukipata ukipata statement ya huyo pastor vizuri, utapata kwamba huyo pastor alikuwa anazungumza tu akisema abduction is stop, yani, alikuwa na condemn abduction. Hakuna makosa aliweza kufanya, alikuwa anakataa tu hii mambo na abduction so, ni kama sasa hivi tunavyozungumza Suluhu Hassan, mambo ni kama yameweza kubadilika kidogo pale na ni kama ameanza kuchanganyikiwa kidogo hivi, uh, yeye na serikali yake, kwa sababu majuzi tu ndio tuliona tuli, aliweza kuwashika wakenya wachache ambao walikuwa wameenda kule Tanzania kwenye harakati ya kuenda ku, uh, kuona uh, ile judgment ya opposition pale Tanzania okay, so yeah I feel insecure. Umeona ya na feeling insecure anaona kwamba watu labda wanakuja kuchochea nchi yake ama kufanya nini, na action ambayo alichukua uh, na kushika wale uh, wa Kenya na wa Uganda na kuweza kuwatocha ina, ilionyesha tu waziwazi kwamba the president pamoja na the office of the president in Tanzania they are desperate na wako insecure na wameogopa, okay so wanajaribu kuuza uoga Uh, kwa watu na the more anauza uoga kwa watu the more mambo yanazidi kuchemka okay. So sasa hivi the president sijui ni pressure imemuingia manini, because the actions ambayo amekuwa akifanya of late inaonyesha kwamba you know, the president of Tanzania is not okay and what do you think about the child mwenye aliweza kuzungumza kwa tumbo ya mama yake, unaweza niwachia kwenye comment section hapa. Unadhani story ni real ama ni story fake? Okay. Because ukienda YouTube utapata ni ukweli, mpaka iliwekwa kwa news, watu wakakusanyika waka kuweza kuona mtoto ambaye ameweza kuzungumza akiwa mdogo ndiye amezaliwa okay. Na ni ukweli kwamba aliweza kuzungumza na message ambayo aliweza kuleta ni kwamba, uh, the president of Tanzania Mama Suluhu Hassan ameweza kubadilisha mambo, na asipobadilisha mambo arudishe vyenye ilikuwa, atengeneze Tanzania mambo yake ingeenda kuchemka, na all of a sudden tunaona mambo imeanza kumchemkia na ameanza kuchukua decisions na kufanya mambo ambayo kiukweli, hata ukiona ni kama ni kuchanganyikiwa hivi, ama kuna hera somewhere kwa government yake. Na alianza vizuri pale nyuma, tukajua kwamba in East Africa at least we have one president mwenye at least tunaweza piga naye mfano, one president ambaye watu wanaweza simama waseme wenyewe East Africa iko na one president, because in Uganda Yoweri Museveni amekuwa akiwatesa watu, amekuwa amekatalia kiti na kadhalika. Ukikuja uh, Kenya, the president of Kenya uh, uh, Ruto William amekuwa akitesa watu, amekuwa akiadaktu watu, amekuwa kuua watu. Okay? watu wamekuwa kikufa kwa mikononi mwake akiwa on watch. Now the president of uh, uh, Tanzania pia ameingiwa na mambo kama hayo. So East Africa, I don't know what we did but right now, sijui kama tuko na mtu ambaye anaweza kututetea anaweza katetea wanyonge. What do you think about the situation of our presidents in Africa ama in east Africa? Niwachie kwenye comment section, till the next time ya lu Africa.